Mimi naitwa Haji Janabi uh, ni mkurugenzi uh, kutoka mambo ya nje lakini niko katika timu ya waziri mkuu kwa ajili ya kufanya uh, tathmini ya miradi ambayo imetekelezwa katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Kwa leo tuko katika mji wa Tanga na kwa ujumla tumetembelea kitega uchumi cha Halmashauri ya Jiji la Tanga ambayo linazungumzia masuala ya stendi ya mabasi upande wa huduma za machinga na wengine. Kusema kweli, miradi hii ni mizuri na sisi kama timu kutoka waziri mkuu imekuwa imetupa fursa ya kujionea maendeleo ambayo yamefanikiwa, imefanikiwa makubwa kwa jiji la Tanga na kwa wananchi wa Tanga kwa ujumla, na kwa kiwango kikubwa ukitekelezwa miradi hii, kwa maana ikianza kufanya kazi kama ambavyo imekusudiwa italeta tija kubwa kwa, kwa jiji letu la Tanga na wakazi wake kwa ujumla, kama mtu mmoja mmoja, lakini jiji kwa ujumla wake. Ni kitega uchumi kizuri, tumekikagua, tumekiona, tumefanya tathmini ya jumla na kujiridhisha kwamba ni mradi ambao una manufaa makubwa. Naitwa Sakina Mwinyimkuu, ni mkurugenzi wa ufuatiliaji na tathmini ya utendaji wa serikali ofisi ya wa waziri mkuu Sera, Bunge na Uratibu. Leo tuko timu ya watu ambao tumetoka kwenye taasisi mbalimbali ikiwemo ofisi ya waziri mkuu kwa ajili ya kuverify zile taarifa ambazo tumepewa ikiwemo kutembelea physical miradi hiyo na kuweza kutoa taarifa halisi ya utekelezaji wa shughuli za serikali kwa upande wa, wa miradi na kwa kweli mradi huu ambao tumeutembelea wa Kange Business Complex hapa Tanga tumeona ni mradi ambao e, kwanza ume, mradi umeandaliwa vizuri kwa maana ya malengo yake malengo ni mazuri kabisa na kwa necha ya jiji la Tanga, tumeona ni mradi ambao unaweza ka, ukawa na manufaa zaidi kwa kukuza uchumi wa jiji la Tanga na kuwafanya pia wananchi waweze kunufaika na kuongeza e, kipato, lakini kuna zile inputs kuna ya, baadhi ya miradi mingine midogo midogo ambayo inachagiza e, utekelezaji wa mradi huu ikiwemo uwepo wa stendi ya mabasi makubwa lakini kuna stendi ya daladala Dala ambayo iko kwenye mbioni kujengwa, lakini pia unaona kuna jengo la machinga complex limesogezwa, lakini pia kuna sehemu ya matraki na malori kupaki. Kwa hiyo tunaona hivi vyote vikiwa vinafanya kazi kwa pamoja, kuna, kuna uwezekano mkubwa sana wa kukuza uchumi wa eneo hili, na sasa hivi tunajua jiji la Tanga linafunguka. Jiji tayari wamesha play part yao kuweka hili jengo. Wafanyabiashara wa jiji la Tanga nadhani ni muhimu sasa wao waweze kulitumia kwa sababu hakuna kitu kizuri kama una, una, una, mfanya biashara unawekewa miundombinu yote ya wewe kufanya biashara. Kuna adresi ambayo inajulikana ni rahisi kuweza kutangaza na kuweza kufikiwa kwa urahisi sana na, na wateja. Kwa majina, anaitwa Calvin Munuo, ni afisa mipango kutoka halmashauri ya toka jiji la Tanga. Uh, leo tumepata wageni kutoka ofisi ya waziri mkuu pia kutembelea jengo letu la kitega la, la, la, la, la, la uchumi la Kange na hasa ni kuangalia utekelezaji wa mradi huu ambao umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 8.27. Mradi huu umeweza kutekelezwa kuanzia mwaka 2019 na ulikamilika mnamo 2024. Mradi huu ulianzishwa na serikali, hasa kwa maana ya halmashauri ziweze kujitegemea kwa maana ya mapato, ili kupunguza a, dhana ya utegemezi kutoka serikali kuu. Wageni wetu kutoka ofisi ya waziri mkuu wametembelea mradi, wameona utekelezaji wake, kwa kweli wamefurahishwa sana utekelezaji wa mradi. Mara baada ya matumizi ya jengo hili kuanza, halmashauri itaweza kupata zaidi ya shilingi milioni mia tatu ishirini na tano kwa mwezi, fedha ambazo kwa sehemu kubwa sana zita kwenda kuinua uchumi au mapato ya halmashauri yetu ya jiji la Tanga. Wito kwa wafanyabiashara wajitokeze kwa ajili ya kuchukua maeneo katika jengo letu hili jipya ambalo kwa kweli linavutia sana, ambapo baada ya kukamilika kwa mradi wa jengo la wafanyabiashara mbele yetu hapa, kutakuwa na fursa nyingi sana za watu kuweza kujipatia kipato kutokana na kukamilika kwa mradi huu wa jengo la kitega uchumi la Samia Business Center.